Kwanza kabisa kongole, Taifa Stars, vijana wetu na mashujaa wetu katika AFCON elfu mbili na ishirini na tano Morocco. Heshima kubwa mliyoipatia Tanzania, kila mmoja ameona kwa namna mlivyoondolewa na yaliyotokea katika mechi na wenyeji Morocco, kila mmoja ameona, watanzania hawawadai. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawapongeza kwa dhati na amefurahi kwa ushujaa na kazi kubwa mliyofanya katika jiji la Rabat kule Morocco katika AFCON 2025. Na, na kufuatia kazi hiyo nzuri Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ameamua kutoa ndege aina ya Boeing 787 dash 8, ama dash 8, Dreamliner, ije wachukue Rabat Morocco kurejea Tanzania. Mheshimiwa Rais anasema hataki vijana wake mashujaa walioitangaza nchi kwa kiwango kikubwa wakarejea nyumbani kwa shida kwa vituo vingi vya njiani waje moja kwa moja kutoka Rabat waje Dar es Salaam, na ndege ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais Dreamliner 787-8 itaondoka jijini Dar es Salaam kesho tarehe sita mwezi Januari mwaka 2026 majira ya saa tisa alasiri na itafika Rabat, Moroko saa nne za usiku na itaondoka kesho kutwa tarehe saba mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita jijini Rabat Morocco kuja jijini Dar es Salaam majira ya saa tatu za asubuhi na itafika Dar es Salaam kesho kutwa saa mbili usiku katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Karibuni sana mashujaa wetu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais akasema kwamba pamoja na kwamba eh, aliwasafirisha kwa ndege za abiria kutoka eh, Dar es Salaam Uh, kwenda Rabat Morocco na wengine kutoka kwenye nchi mbalimbali wanakochezea timu zao za vilabu, lakini wakati wa kurejea anataka mrejee nyumbani kwa heshima zaidi, kwa sababu heshima kubwa mlioipatia nchi yetu mnastahili pia kupata heshima kubwa. Tutawapokea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere tarehe saba majira ya saa mbili za usiku. Kana kwamba hiyo haitoshi, Mheshimiwa Rais ameona tarehe kumi mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita awaandalie chakula cha mchana mashujaa wetu Taifa Stars katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam. Kwa hivyo mkirejea tarehe saba, mtapumzika tarehe nane tarehe tisa, tarehe kumi mtakuwa na Mheshimiwa Rais akiwapa sasa pongezi zake rasmi kwa kazi kubwa mlioifanya kule Moroko. Lakini pia tutakuwa na wana michezo wengine ambao wameiletea heshima ya nchi yetu katika boxing, katika riadha uh, katika futsal, katika cricket Uh, na wanamichezo wengine ambao wameleta heshima kubwa katika nchi yetu kwa viwango vya kimataifa.